Napenda kuhusu watu wa Tanzania, ni watu ambao wa, wanakaribisha watu, they are very loving. Unajua nani alikuwa na crush ya Kelin Bien? Ni msanii mkubwa, tunamkubali, lakini sio msanii mkubwa bado. Ukiongea kuhusu msanii mkubwa wa Kenya, unaongea kuhusu Savara. Wale wa ndugu zetu kutoka Kenya wameiga vitu kutoka Tanzania. Watoto wanataka kusikia tu maneno ya siasa, unaamka asubuhi unasikia wanao wanaongea kuhusu siasa, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, na ndo kitu kubwa ilichangia kwamba leo hii mi nimeingia, niko magetoni hapa, niko hapa, tumepita pale juu, unasikia watu wanaongea kuhusu Yanga, kuhusu Simba, watu wanaongea kuhusu Mama Samia Suluhu kafanya hivi na hivi, wanafurahia uongozi bora. Sasa nikasema mbona Mbona wa Kenya wasiembrace hiyo? Sasa the reason why nimekuja hata leo ni kuwakumbusha kwamba ninafanya vitu mbili, kuwakumbusha kwamba mmepata rais ambao ni mwema amba, mumpende, msiingie upumbavu zile zilifanyika Kenya, hiyo ni number one. Number two, mko na nchi ambayo iko na amani, msiingie upumbavu ambao ilifanyika Kenya na pia kukumbusha wa Kenya kwamba tuko Tanzania. Ninaona wanangu wa Tanzania wanatamba, wanavimba, wanaishi bila chunusi. Inamaanisha wana amani, wanalala usiku bila kukimbia Kenya ni nzuri sana. Watanzania na Wakenya ni familia japo design, Wakenya kuna muda anatuambiaga Watanzania kiingereza chao bana magumashi na nini na vitu kama hivyo. Wewe, tokea umefika huku, unaona Watanzania wanabonga Kiingereza au ni meusho? Kwanza mi napenda sana, kwa sababu gani? Kwa sababu lugha ya Kiingereza ni lugha ambayo imetumiwa na wakoloni kudivide watu. Unapata the reason why Tanzania iko na umoja ni kwa sababu Uh, wao wanaongea lugha moja ambayo ni Kiswahili. Unaenda paka kijijini uko Kyela, unaingia paka Morogoro, wapi, unasikia watu wanaongea Kiswahili, so it is a united nini language, yani na unite na unganisha Watanzania kwa jumla. So ningependa kama walikuwa wangu wanatamani hiyo kinge, waache hiyo kinge kwa vile Kiingereza, so ni lugha ambayo sio mchongo kabisa, ni lugha ambayo inapitiza habari ambazo inaleta kitu inaitwa sijui demokrasia, human rights, na inafanya watu wanafanya vitu ambazo zifai kwenye society na ndo maana utaona kuna maandamano ndo maana utaona wa, wa, watu wanajitupa kwenye maskrini wanaandika vitu ambazo hazifai kwenye mitandao za kijamii kwa sababu walijua kinge wakaenda dipa n na nadipa na dipa. Alafu wakachukua tabia zile zenye wazungu wa wamewapangia kuleta sasa kwenye e, mazingira ya Kiafrika sasa, ndo inatoa wale watoto ambao hawana heshima, inatoa wale watu ambao hawana hawa, hawa, hawa na utu na ubinadamu. So, nasema wa maintain tu, Kiswahili ni lugha ambayo sisi wote tunaiongea, na pia Kiingereza watu wanafaa kujua kwamba ni lugha kama Kiswahili ya wale huko of course so, unajivuniaje lugha ya mwenzako Atu... alafu design ya mnatengenezewa mazingira yenyie kuja kuwagombanisha wenyewe, ile lugha ambayo mnaishobokea kuona ni dili. Wakenya washikaji zetu, ndugu zetu, Watanzania wanajua Kiingereza noma lakini hatuna time nayo kwa sababu inatengeneza mazingira ya ubaya kuleta vita, maandamano na vitu kama hivyo. Ndio maana sisi tumeikaniagia dwasi ndichi ukau vipi bwana. So far big shout out kwa wana wote wa Kenya ambao wanaamini Kiswahili ndo mchongo, au vipi? Hapa tulipo panaitwa uwanja wa ofisi. Uwanja wa ofisi, sijawahi yeah, kupasikia. Uh, lakini for the first time niko hapa na nimekuja nimepita pale, zile mitaa naziona fresh tu, mbona kila kitu iko fresh? Alafu nikusafi mwanangu. Yeah. So kuna mageto kabisa pale Kenya, geto ambao geto geto, yani, nyukipita unaona kweli kuna maji napita hapa nini hapa yeah, but mbona fresh tu, tunaona kila kitu iko fit yeah. So, warembo wamekaa nje nini, watoto naona wametulia pale pembeni, nitanya kwa mmoja nikienda naye nikisepa naye <laughs> <laughs> birthday yako iko kwenye kipindi gani nini, bi? birthday Oh, tarehe yangu ya kuzaliwa ni tarehe 13 13 tatu kumi na tatu, tatu Disemba ya hapo ndo nilizaliwa yeah. Na Nairobi, Nairobi. Ya, no nilizaliwa uh, Kakamega mji ambao ni Kakamega ni mbali kidogo na Nairobi, so, birthday yangu ni tarehe kumi na tatu mimi ni mtoto wa Disemba juu kama kawa kama dawa, kila siku sini, watu wa bahati tu, bahati fuata, sasa tufuate vitu oh, oh, oh. Uh, familia ikoje? wewe ni wangapi kwenu? una watoto na nini? umeshaoa na vitu kama hivyo yeah? Uh, mama yangu alibahatika kuzaa watoto watatu. Uh, mimi ni mtoto wa pili kwa familia ya watatu, and then uh, mimi nina watoto wengi kwa vile mama yangu mzazi pamoja na babangu mzazi walizaa watoto wachache, ikabidi saa mimi nifungue mipaka so, na watoto tisa bro. Yeah, na watoto tisa na bebi mama saba alafu mke wangu kanizalia wawili. Wow! Na bado nazaa mpaka wangapi? Mungu akipenda 25, sio mbaya. Kutosha wanataka yeah. Na kizazi kipo <toshe> ungetamani labda mtoto mmoja atoke Tanzania, kama kawa. Sio mmoja basi, tunafanya watoto kawa watatu. Mbona watatu? Wanne watakuwa kibongo. Unajua mimi dini inaniruhusu shehe, kuongeza wanawake hadi wanne, na mmoja tu nikiongeza mwingine si atabidi anzalie kama watoto saba, nane, tisa, kumi. Alafu mke wangu wa pili labda atakuwa ni wa Kitanzania. Unajuaje shee? Eh, wakati ndani anaweza akawa ndio yuko hapa tunapiga stori, kumbe anatazama time hii hapa. Wakati hujawa maarufu kwa Tanzania, lakini ulikuwa unafuatilia mambo ya Tanzania, ni mtu gani ambaye kama usingekuwa maarufu hivi, ni nani ambaye angepata nafasi kwenye maisha yako kuwa naye karibu katika wa celebrities wa kike Tanzania. Ah, ma celebrities wa wa kike Tanzania unajua, tujabahatika kuwa na wengi, mja mko kama wanne watano, wa mnaweza kuwataja na wote wote, shebani, uh, ni wote amna sana mna amna sana ungekuhusu nani? Unajua alafu mimi ni ule mtu mwenye, nikiona mtu ameshatoka na mtu sini siku interested at all Minimum. Kuna mtu ulikuwa na mcrush lakini baada ya kugundua labda iko na mtu fulani kwa ana. Mtu mwenyewe kuwa na mcrush way back hizo ni way way back, uh, of course. Unajua nani alikuwa na crush ya? Kelin. Jackrin mtabaliwe. Kelin. Kelin was my crush, you know, like uh, she was my crush of course. She got married akakuwa na familia alafu, uh, you know like so out of all the women in Tanzania let me be very honest with you bado Kelena anachukua namba moja hadi leo hii, hadi leo hii hamna mwanamke yoyote ambao yuko bongo ambao anampiga Kelena chini eh. Kuna mmoja tu nilimwona pale kidogo, pia ni beautiful kidogo, kwa umbali, yule mwenye anacheza pale kwenye kiwanja pale Samia Cup, ameva yule, amevaa trouser yule, yule anatingisha tingisha, Lulu Michael yule kali kabisa. Kama kwenye mahusiano na ndoa sio vizuri nimwongelee, kwa sababu lazima nimpe heshima yake, mwanangu ndo amemtu kama angekuwa ako single. Uh, mrembo sana yeah, Unajua bongo ilikuwa na wa, watoto wazuri uh, kama Keline, vile nimekwambia number one Lulu and then Wema alikuwa mkali wao, lakini sasa unajua vile alikat, so ikabidi sasa atoke kwenye market. Ah, napenda kuhusu watu wa Tanzania ni watu ambao wanakaribisha watu, they are very loving, ni watu wazuri amani. Ambayo iko nchi ya Tanzania ni amani ambayo haiko Afrika kote, ni, ni watu wa amani, ni watu ambao you know like ni watu wa amani na upendo, so that's why I love Tanzania ya yeah. Yani Tanzania wewe yani, mwanangu, we kuje, we ni nani kwanza, unapewa makaribisho ambayo ni mzuri alafu unakaa na watu vizuri, kwa vile watu wanakuonyesha kwamba sisi tunatambua wageni. So it's about amani uh, ambayo iko love, love the love is big, chini ya uongozi ya Mama Samia so. Dr. Samia Suluhu Hassan au vibwana. So ye pia anajivunia kutuona sisi. Ni mwezi tuna bang tunaenjoy. Tunakaa karibu mataifa mawili na vitu kama hivyo na tunapiga story, tunaenjoy. Yeye kwake ni furaha kubwa. Mimi binafsi yangu ukiniamsha ya tu simple nitaje msanii Kenya ambaye unampenda binafsi yangu. Kwa sababu hata yeye ananikubali kichizi. Mwanangu sana, yani anaweza kutumia message simple tunafanyaje? Ni BN na ndo msanii mkubwa Kenya. Mimi naamini na hata wewe pia unaamini hivyo. Au unajua ni kauli yako na kila mtu ana, ana uhuru ya kusema anakubali nani, lakini BN ni msanii mkubwa, tunamkubali lakini sio msanii mkubwa bado. Yeah. Huh? Yes BN sio msanii mkubwa. Ukiongea kuhusu msanii mkubwa Kenya unaongea kuhusu Savara. Savara wa Sauti Sol ndo, ndo msanii ambao leo hii ako na vitu tatu za usanii. Number one, usanii ni mwonekano. Kwanza unakaje, una ukoje, unaonekana kama msanii ama unaonekana kama mcheza mpira ama ama unaonekana kama kama tu mwanabiashara wa kawaida unapatiwa point kwa mwonekano Savara, number one. Ukirudi kwenye creativity ya uandishi, Savara bado amechukua namba moja. Ukirudi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kuimba, Savara anachukua namba moja, so siwezi kulaumu, kwa sababu siku zote ukiona mnyama inaitwa kuku utaamini kuku ndo mnyama mkubwa kabla ujaona tembo. So wewe e, tumekubalia ya kwamba sisi tunajua bado bieni mkubwa na ni mkubwa bado, lakini hashindi Savara, hapana. Unapatiwa point, hashindi Savara kuna wasanii wakubwa Biena anaweza kuja kama namba nne, namba tano. She, mimi nakwambia tunaanza na Savara kama msanii mkubwa, Kenya, ambaye ni mkali sana kwenye vocale. Kuna, kuna mtu anaitwa Romeo. Wewe hujamjua kijana mkali sana sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye nini? Romeo Ryzen. Kuna Willy Paul. Willy Paul wewe unampimanisha na Biena na bado anafuruga Biena. Lakini Biena ana hit song nyingi babu. Wacha kuwa na hit song, tunasema usanii unakuja kama package. Hit song unaweza kuwa nazo mingi. Hit songs ni collab sasa utaniambia hit song Mikocheni ile ya nani, ya Mario ni, ni, ni wimbo ya BN, ameshirikishwa kwenye wimbo, so uweze kusema hiyo ni hit song ya BN? Hiyo ni hit song ya Mario. Kuna tofauti, kuwa na kitu ambao unajua, unakuwa na sisi. Tumekaa kwenye game, tuna understand game kukushinda wewe, tukikwambia tusikilize BN ni king of collabo Unapata hiyo point. King of collab ni mtu ambaye anapiga collab; anapata wimbo ambao tayari iko tayari ready; anaingia ndani iyo wimbo anacheza nayo. Mtu yote anaweza kufanya hivyo, so tunaweza kusema kwamba wasanii ambao wamefanya muziki zao kuanzia scratch mpaka juu. Ukiongea kuhusu wazito wakali, wao ongea kuhusu Savara, ongea kuhusu Ryzen Romeo, ongea kuhusu Willy Paul, wao ndo wasanii wamejiamini. Sasa tunaweka nani anakuwa namba 4 namba 5? Unapatia pointi hizo, ni vitu ambazo hamtaki kuambiwa kwa sababu siku zote kwa entertainment mnataka, tusifie tusifie tusifie. Tunasema lazima tujue shida iko wapi. Nyinyi wabongo msikamdanganye Bn vile mnamdanganya kwamba yeye mkali, juzi mmeenda Zanzibar, mmechukua kikombe ambayo ni ya kijiji mnampa alafu, wabongo anampigia makofi ah, bian uwe namba moja eh. kwenye kikombe unachukua namba moja kikombe ya kijiji. mbona Monaiza alikuwa pale, mbona nani, mario alikuwa pale, mbona falipupa alikuwa pale, mbona wakukasirika wakichukua kikombe? Kwa sababu alijua hiyo ni kikombe ambayo sisi hatuwezi kuchukua, ni ya kijiji. Wacha tutafute mnyonga wao tumpe, wakampa bian, alafu wabongo mnampa kama mafuta, anateleza na mafuta. Makosa hiyo, mnakosea shee. Hakunaga kitu duniani kinafanyika bila sababu hakuna neva yani, hata viatu tunavaa ili tusichomwe na miba, tusikanyage vitu vibaya na nini na vitu kama hiyo. Nini kilikufanya wewe ukawa ni mtu ambaye umejikita kwenye kuwa kama mzungumzaji? Ulianza kuzungumza mambo mengi watu wakakufananisha na Mwijaku wakafanya nini na vitu kama hivyo, sosi ilikuwa wapi? Chanzo mimi ndo nataka Unajua sosi ilikuwa ni kwa sababu tuliona mziki wa Kenya umetulia sana. Na tukaanza kuona tu vipi tutaamsha mziki ya Kenya kwa sababu mziki ya bongo ile dominate eh, nini industry ya Kenya hadi leo hii iko kwenye domination iko kwenye damu ya Wakenya. So tukasema jinsi gani tutatumia njia? Tukatumia njia ya kuongea na kuanza kuchana maneno na kuhakikisha kwamba watu wanasikia. Na ndio maana tukakuja na kwa sababu kufananishwa na mmoja wako ni kwamba mmoja wako ndo alianzisha hii kazi ya kuongea kwenye mitandao. So, baada anabeba credit yake tunampa yake kama, kama mmoja aku. So mimi ndo wa kwanza Kenya ku come up na hiyo kitu ambapo watu wengi hawakunielewa. Lakini tulikuwa tunasukuma, ndio tuhakikisha kwamba muziki ya Kenya imerudi back to its feet na tulijaribu vile tunaweza ikashindikana, tukasema basi acha tufanye shughuli zingine <tosiasa> eh, kwa sababu hatuwezi kukufa kwa sababu watoto hawataki kusikia muziki. Watoto wanataka kusikia tu maneno ya siasa. Unaamka asubuhi, unasikia wanao wanaongea kuhusu siasa, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, na ndo kitu kubwa ilichangia kwamba leo hii mimi nimeingia niko niko niko magetoni hapa, niko hapa, tumepita pale juu, unasikia watu wanaongea kuhusu Yanga kuhusu Simba, watu wanaongea kuhusu Mama Samia Suluhu kafanya hivi na hivi, wanafurahia uongozi bora. Sasa nikasema mbubi. Mbona Wakenya wasiembresi hiyo? Sasa, the reason why nimekuja hata leo ni kuwakumbusha ya kwamba ninafanya vitu mbili, kuwakumbusha ya kwamba mmepata rais ambayo ni mwema, mumpende, musiingie upumbavu zile zilikuwa zinafanyika Kenya. Hiyo ni namba one. Namba two, muko na nchi ambayo iko na amani, msiingie upumbavu ambayo ilifanyika Kenya K, na pia kukumbusha wakenya kwamba tuko Tanzania. Ninaona wanangu wa Tanzania wanatamba, wanavimba wanaishi bila chunusi, inamaanisha wana amani, wanalala usiku bila kukimbia kabisa. So natumia njia zote mbili ya huku na huku kuelimisha jamii simple, kuwakumbusha Watanzania mna rais mwema, mumheshimu, mumpende, kuambia Wakenya nao mkopi wa Tanzania, wa wa Tanzania wako na amani, wanaishi vizuri. Basi natumia nguvu yangu kuelimisha jamii. Mwisho wake ni nini? Unatamani kikitokee kitu gani kwa hiki ambacho nakifanya, binafsi yako, upande wako? Binafisi, kwa Kenya yangu ni ya kuhakikisha ya kwamba wale wa ndugu zetu kutoka Kenya wameiga vitu kutoka Tanzania ya kwamba Tanzania kuna amani kuna upendo na wanaTanzania wanapenda na kuheshimu rais wao, alafu pia ni wakumbushe wa Tanzania ya kwamba Mungu amewapa rais mwema pia nyinyi mzingatie msiingie kwa ile uchafu ambao sisi tuliingia. Oh, yeah. Ili inchi inapokuwa na amani zote, kunakuwa na uwiano. Kwa sasa hivi sisi kwetu Tanzania, jinsi ya jina la mama tulivyokuwa nalo karibu Uh, picha ni nyingi, matukio ni mengi, kila kona Dr. Samia Dr. Samia. Hata kutaka kumfanyia mtu ubaya unakuwa kama una distukio, unaona, eh, Dr. Samia huyu hapa, kwa mazuri ambayo anayofanya ndani ya nchi yetu so far, tunakupongeza pia kwa juhudi ambayo unaifanya tunaona ya, hongera sana. Ni ngumu kwa mtu wa nchi nyingine kuja kumsifia rais wa nchi nyingine hongera sana. Cha kumalizia na vitu vitatu kwa haraka haraka, au vipi bwana, cha kwanza kuna lengo lolote labda kwenye siasa wewe kuingia, hilo la kwanza la pili, mziki wa Kenya tunajua uli drop kwa sababu walitaka wasanii wa Kenya kulipwa ngoma zinavyopigwa Kenya, kwa hiyo watu wa Kenya, wadau wa mziki, wakaona bora waubebe mziki wa Tanzania. Unajua ni uongo hiyo kwa sababu number one, hiyo uh, pia imechangia, sio tu ni uongo, imechangia lakini pakubwa sana ni ya kwamba uh, wasanii wa Tanzania wanasukuma kazi kucha kuchao, wanafanya kazi so, unafanya mziki mmoja alafu unatulia, unataka itembee miezi nne miezi tano. Leo kuna circulation ya competition kwenye game, leo Mario atoe je Melody atoe nani atoe, wanasukuma kabisa. So unapata wana flood market, market inakuwa iko na wingi wa mziki wao Kenya ni mtu anatoa muziki mmoja nataki siku 10 miezi nne miezi tano, alafu ya, ya, ya. Na pia ma DJ wa Kenya wanapenda sana wasanii wa wapi? Wa Tanzania kwa sababu market ya Tanzania inatoa maneno ya mapenzi na watu, na consume product watu, kike. Watu kike kike ni but are talking about women. Yeah. So hiyo ndio shida tunye iko pale onanikaambia. So wale mandugu zangu wa Kenya ongeeni kuhusu daa Una plani yoyote ya kuingia kwenye siasa? Yes, na plan kuingia siasa nataka kuwa gavana wa Nairobi. Uh, 2027, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala nitakuwa gavana wa Nairobi, uh, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So 2027 ndugu yangu, ukitembea Nairobi utanipata kama gavana wa Nairobi. Nitakuwa mimi nakupokea vizuri mwanangu, kutoka kwenye apoti na Kingora. Ukikuja kwa ofisi sawa, labda interview nyingine kwa baada ya hii tutakuwa tunafanya kwa ofisi ya gavana wa Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Alafu mimi nitafurahia sana kwa sababu mama tunajua atakuwa rais wa Tanzania tena awamu ya pili, so atakuwa pia, mimi akikuja pale Nairobi na jiongeza kama gavana kumsongea karibu. <laughs> Bahati nzuri, kabla ya wewe kuwa gavana huko mbeleni, yes. Pa, mama anaona kazi unayoifanya anaona kweli yaani, anakukubali sana, ukapata nafasi ya kukutana naye uso kwa uso, nini ungetamani kumwambia? Kwanza nampongeza, nawaambia Mama Samia Suluhu, tunakupongeza sisi wa Kenya pamoja na Afrika kwa kuwa na imani na uongozi ya vijana wadogo nampongeza kwa sababu wizara ya maji leo hii kuna kijana mdogo anaitwa Aweso, ule ni rika yetu, amepewa waziri. Hamna serikali ambayo watu wanapewa hiyo nafasi, kwa sababu watasema ah, mbona udogo tu. Na umeona vile ameperform vizuri sana, waziri Aweso amefanya kazi mzuri sana kwa maji, tunaona anafanya kazi mzuri, so tunampa kwanza hiyo maua yake, na mabao cha kumuomba, yani ndio mkutano umuombe sasa kwamba Nimetumwa pia na waandishi wa habari kutoka Kenya wanasema wanataka kuwapa nafasi ya kukuja kuongea mazuri ya mama Samia Suluhu na pia wamtembelea wapi interview status. <laughs> <laughs> Ebane, umesema wapumesema unaplani 27 kuwa governor mwidi yako wanasema amesoma yes, wewe elimu yako inajitosheleza kugumadia nafasi hiyo ni udigr degree? niko na degree, niko na degree kutoka Eastern Finland University Uh, ya international relationship ambao nafanya sasa hivi, unaona mimi ni international nafanya relationship kwa relationship, sijui kwa nini, uh, relations kwa nini relations kwa Kiingereza nini, kwa Kiswahili ni nini? Mahusiano ya kitaifa, acha niseme kwa... So si unaona nimevuka border, niko hapa leo so, na ni so niko nayo, na najua ya kwamba, uh, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu ndio